Mpenzi, ila jitahidi basi ule za kidogo, najua kila utapata tanguvu. Pole mpenzi, usijali, utapona, utakuwa tu sawa kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Saaleku, saaleku, saaleku, saaleku jamani, saaleku jamani! Waalaikum salam. Karibu, karibu. Alhamdulilahi ah, bwana vipi hali shemeji? Ah, kwema ah, kwema bwana wanauundo wanaumwa kiasi hichi? Anaumwa ndio, Mlamboga shee, Mlamboga sakafulai lazii, jamani. Unajua shemeji, mimi nilivyosikia anaumwa nikachukulia tu ugonjwa tu wa kawaida. hmm. Kumbe mtu kazidiwa kiasi hichi, jamani! Nafikia nafikia steji mpaka kula hali, ha! Yani, kula kabisa. Ndio maana kabi anakosa nguvu huyu, jamani, kwa sababu lazima ule mgonjwa, ujilazimishe kula Yaani afadhali ya ya rafiki yake leo umekuja, labda hey, unaweza ukampa hata chakula wewe, ukamshawishi yale, hilo halina tabu, hilo semeji, mimi nakuhakikishia halina tabu kabisa. Mizali mimi nimekuja hapa ndugu yangu, atakula kwa sababu kula ni muhimu, si anameza midawa huyu? Ndio, sasa midawa bila ya kula, unafikiri naa tutamkosa huyu, unajua tutamkosa semeji, utakaa kawaida sasa hivi hmm. Semaji, kwenye kula usijali, mimi kwanza, kashakula bado, ndo mchana huu, kashauona mchana, yaani bado hajakula leti, leti. Ila kwa kuwa ndo umekuja subuhi, nikampe chakula labda utamshawishi hata. Leta, mimi nitamlisha mgonjwa, haina taabu, mimi na imani shemeji, mimi na imani. Nitamlisha. Mwezi mtukufu shemeji yangu, vipi hujafunga? Mimi nimefunga. Basi kama hujafunga, kama umefunga basi naweza tu ukampatia chakula. We, kalete kalete, mimi nimlishe Shem... ndugu yangu. Ah. Mlamboga sasa, Mlamboga utaki kula rafiki yangu? Unafikia ugonjwa utapona vipi? Mboga saumu so yaani mekuja vibaya Ramazani, Mlamboga basi sema je, usijali. Wewe, kaendelee kaendeletu na kazi zako huyu, mimi ndugu yangu nitajua hapa namlisha vipi bwana eh? Haina tabu haina tabu, mimi zalinipo hapa na bismillahi, nampiga mimi bismillahi kwa sababu naona ta bismillahi hawezi kupiga tena hapa. Aya, aya Mlamboga, Mlamboga, yani shehe, Mlamboga, Mwenyezi Mungu atakufanya wepesi, utarudi kwenye swaumu yetu, sisi tuendeleze jaramba la kufunga. Kumbuka tukanashindana kipindi hicho, sisi tunaulizanafugachuku changapi wechangapi eh? hey! Wewe, Mlamboga, na maana taarufu usikia ya mchuzi umechanganyikana na wali wali wali mweupe yangu utapona, kwa sababu wenyewe wanasema mgonjwa kona naumwa sana, na wewe ukila, ukimnuia kwamba bwana, nakula kwa ajili ya mgonjwa, basi mgonjwa anashiba. Hiki nachofanya alifanya nabii mmoja enzi hizo za maswahaba, hiyo ilikuwa Madina. Swaba alikuwa naumwa sana, swaba mwenzake akamwambia itfak lahadodi

Ila Mwenyezi Mungu azidi kukupa imani hiyo hiyo, mm. Shehe wangu utapona. Au vipi bwana Mlamboga, ashemeji anajua kupika bwana ah. Kumbe ndio maana bwana muda mrefu hapo unamng'ang'ania. Kumbe mtoto akikaa jikoni anakaa kwa makalio mawili, apiki kalio moja sio kalio lipo huku kalio lipo nje kusikiliza umbea. ah. Havu mchuzi alijua kuunga shemeji. Si nyanya ya kopo, si nyanya za gengeni zile. mm. ah. hmm. na mboga na faida, huyu mkeo ukimwacha unipe taarifa. Asante, ah, bwana ah, mgonjwa bwana, sikufichi, mgonjwa nimepata naye tabu, lakini bwana pa kuna akati atakaning'ate kwenye vidole kwa sababu niko mdomo huu nimeuachama hivyo, kanapeleka matonge ndo kama gololi. Kuna akati kasema, ningechelewa kidogo tu jamani, kidole hiki kingebaki hmm, shemeji. Lakini majitahidi lakini nashukuru Mungu sasa, leo kala, jamani tena kala haswa asapo, kunyane, kabisa. <tipi> na ndio hivyo inavyotakiwa. Mgonjwa kila kama hivi dawa inaenda inakaa juu, lakini dawa ikikaa chini chaku kaa juu, ndo nasikia mgonjwa muda wote atuponayi, he Asante, usijali, usijali. Na mimi kwenye funga zangu mimi zinazoendelea nitakuwa namsomea kila siku nikiwa nafunga, nimsomee ndugu yangu aendelee kuwa salama usalimini, apone. Huu ndo udugu. Mungu kala tena kala hapo, mm, kala mpaka kala kala, mimi nikasema ah, hadi nakwambia alikuwa kwambi ataka alambe afanye hivi nikasema ah, mgonjwa huko koli alikuwa na njaa jamani, shemeni tena maajabu makubwa, nakwambia. Maajabu shemeji, maajabu. Maajabu yenyewe sio madogo bwana. Hodi jamani, hodi. Tena ka huyo. Salamu aleikum. Waalaikum salamu bwana, kitiali bwana, niko bwana. Karibu karibu bwana, ndugu yako bwana, nimekuja kumuona umetoka hapo. Yuko hoi bwana, yuko hoi bwana hapa, na ametoka kula muda si mrefu bwana, katoka kula yani hapo fresh kidogo. Mimi nilisikia bwana, shemeji bwana, anaumwa Mlamboga, naumwa umwa, nkasema ah lazima niende kamuone ndio yule mtu wangu sana angezeku unajua ivli si, kuaa kipindi ketu nishidae vizuri bwana, kasema leo ngoja nije bwana. Vipi lakini shemeji anaendelea aje? Anaendelea tena kama hapa ndo katoka kumaliza kula sasa hivi, eh, leo kala huyu. Wewe tena baba, vibaya, yaani kwenye kula yeah. Ah, kwa hiyo leo shemeji huyu kala huyu eh, amekula <laughs> Yani, kwa jinsi tulivyokuwa tunaniambia vile bwana, ndugu yako kazidiwa, hata kula hali, hata kula kwa tabu. Leo kala baba, amekula sana, sio kidogo. Yani weka sana, naona sana, hiyo ni sana na ni jambo la kumshukuru Mungu bwana eh. Ila bwana shemeji, mimi na wasiwasi na huyu mgonjwa huyu, kweli kala na bado iko hivi, huyu kweli nitabashaka naye bwana Yaani kala na bado hivyo. Nimemtengea chakula, nimemwambia shemu mlishe bwana huyo bwana. Mimi nikaenda kufanya zangu usafi ndani. Ha, umempa huyo mlishe? Hey. Alafu wewe sikiza ah. Kumwambia. Ah. Ndio maana kasema mimi nina mashaka na huyu bwana. Baba, yani unavyoona mimi nilipofika hapa bwana naka. Mimi mwenyewe nilikuta hali sio hali. Sio hali. Nimeelewa kabisa. Akanambia kwamba huyu bwana huyu ali na anatumia midozi mikali. Midozi inapata ki... kama hivi. Kama kidole. Sio unaelewa? Sasa sitamkosa huyo. Nikasema acha mimi ni ne...

Mimi nifikiaje hapa jamani mdomoni? Ndio tukulize wewe sasa, huyu bwana Kobe shemeji. Mimi nakwambia hajafunga, hakuna cha kumlisha mgonjwa, hakuna cha kumlia huyu Kobe. Ah, au nilikuwa namlisha, kwa sababu bwana alikuwa msumbufu kwenye kumlisha. Kuna wakati nataka nimpe tonge mara paka amegeme hivyo. Jamani ulikuwa ulikuwa namla, si ndio? Basi ulikuwa unamlisha, ulikuwa namla ani. Sasa kupata tabu kwenye kumlisha jamani mgonjwa. Mdomo kwa mdomo. Mdomo kwa mdomo. Shenaka, unataka kusemaje? Unataka kusemaje? Mwana mambo huyu, mwongo huyu ukobe namjua vizuri huyu, shemeji, chakula kala huyu, bila kuambiaebanai, ebanai, ebanai, tuheshimiane. Imankabia tuheshimiane. Oya, shemeji mimi nashukuru, nashukuru kwa wema wangu wote niliofanya kama ndo malipo wenyewe ndo wana lipo kwa ubaya. Mimi nashukuru, namwachia Allah subhanahu wa ta'ala atanilipia. Nakwambia wema wakatoto wamekupata, kula umeshiba. Wewe una wema gani? Semaje, semaje? Mimi nicha kipande, nimekupana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, toka bado kusema kumstiri ndugu yangu, lakini leo hii mimi naona kama mimi sijafunga. Sawa, toka bana Kobe, leo tusimiane, alafu umeelewa bwana. Sema baba yako wewe umebaganye baba baba yako Kobe, leo mwa mkubwa yeye. Kobe amevaa koti casual kama Kobe kweli hivi. Nikwambia kitu kimoja nitakupiga kiatu cha kichwa uanze kulia hapo nifungushe sofa. Mpige nani bwana nenda bwana mpige nani? Hilo. Pokali kazu. Yaani kama mtu amana vile. <laughs> <laughs> Baba bule yule shemeji. Yaani mbona kama nataka kunichanganya? Kwa nini nataka kumaanisha hajafunga? Eh. Hajafunga, niulize mimi, ninamjua vizuri yule. Yule mwenzako kila nyumba. Yeye anapita kwenda kula vyakula vya watu. Ikifika saa 12 mpaka misikitini yule anaenda mm.